Nikiwa ndo kwanza najiunga, nami kipindi hewani ni Viwanjani, bado ponami Akida Kilango wa kidukaida. Nipo hapa na Michael Hira, kocha wa boli, lakini pia nipo hapa na Endru Kinga Mkono. Tumetoka katika Chan Afcon Special. Hii Chan bwana, sijui ina nini, inakupenda hii Chan <laughs> eh, inanipenda au? <laughs> na mimi natakiwa kufuata nyao za mtozi sasa <zitra> tumetoka <tutu> <za, za. tutu> kutazama channel special, tunaelekea katika kutazama mengine mengi ambayo tumeweza kukuandalia, yaliyojiri lakini pia yale ambayo tunatazamia kuona ya kijiri, na muda huu moja kwa moja kama ambavyo nilikufahamisha wakati tunaenda mapumziko, tutakaporejea ni muda wa kuanza sasa kuchachawiza na mchachawizaji mwenyewe na hapa nitampa nafasi ya kufanya kadha, lakini sijajua kama atafanya kadha wa kadha. Na muda huu unaungana moja kwa moja na Hassan Ahmedi kutoka hapo Zanzibar, bwana. Hey, ujambo? Niko salama, sabahu lkhair, wambaje? Vipi Zanzibar huko? <laughs> <laughs> nam, Hassan Ahmed, tujalie yale ambayo anaendelea, auku ni pazuri kabisa tujalie yale ambayo yanaendelea hapo Zanzibar, ikiwa nimedokezwa kwamba huko na wadhamini e, wa kombe hili yeah, la mapinduzi kabisa. Uh, kabla ya kuzungumza na wadhamini kwanza uh, wanasema unapokwenda ugeni lazima ukutane na wenyeji lakini ilivyo bahati hii leo pia tumeketi na msemaji wa timu ya TRA United, uh, Christina Mwagala ambaye leo atakuwa na mchezo wao wa kwenda kukamilisha ratiba, na watakipiga dhidi ya Wananchi Yanga Africans. Mshindi katika mchezo huo uh, atakwenda moja kwa moja kucheza na Singida uh, Black Stars, uh, moja kati ya mechi muhimu sana, hii leo utakuja kumsikia hapo baadaye. Lakini uh, niko na mwenyeji wangu wa hapa visiwani Zanzibar na mwenyeji wetu ambaye anatoka kwenye kamati ya uh, Mapinduzi Cup elfu mbili na ishirini na sita, uh, niko na Rashid Saidi Suleiman kama ambavyo jana tulikuwa pamoja Rashid, habari za wakati huu? Njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillahi, tumeamka salama, tupo vizuri na tunaendelea na majukumu. Mbona kama una ubaridi hivi leo, umepata pressure? Hapana <laughs> ni, ni utamu wa wa, wa, wa NMB Mapinduzi Cup mm -hmm. Tumeanza kipindi kidogo mm -hmm. Uh, tulikuwa tunajiuliza tutaendaje endaje? mm -hmm. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika pazuri sana. Kwa hiyo sio ubaridi, ni raha, yaani nasikia burudani kwamba jambo limekwenda, uh, kwa, kwa namna ile ambayo tulita, tulitazamia liende. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sina ubaridi, niko vizuri sana. Christina Mwagala, habari za asubuhi? Salama. habari ya kwako? Salama. Mzima na raha zako. Mungu ni mwema kila wakati. Ninayo furaha mpwiche mpwiche kukuona na kuketi nawe sanjari hii leo. Amina, ni wageni wangu ambao niko nao hapa lakini baadaye panapo jaala yake jalali, huenda tukaungana na wadhamini uh, wa mashindano haya ya Mapinduzi kwa maana ya NMB, lakini pia tukaungana na watu kutoka ZRA. Lakini kwa sasa tunaipata tathmini ya mashindano haya, takribani mechi kumi na moja zimeshachezwa zimesha chezo, uh, tangu siku ya kwanza kabisa ya mashindano uh, Disemba 28 mpaka leo, tumeshuhudia uh, mechi 11 zimesha zimeshachezwa na tunakwenda kutazama mchezo wa mwisho eh, kati ya TRA dhidi ya Young Africans. Mshindi katika mchezo huu ndiye ambaye atakwenda kucheza mchezo wa nusu fainali eh, ya pili eh, kati yao na Singida Black Stars. Tathmini fupi ya mashindano haya, Rashid. Mashindano yalipoanza, yalipotoka na yanapoelekea mpaka sasa mechi takriban kumi na moja zimeshachezwa. Ni ipi tathmini yako ukiwa kama mmoja wa watu wa juu kabisa kwenye kamati ya mapinduzi uh, cup uh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutu kutujalia kuyafikisha hapo tulipofika mpaka sasa, lakini nikikopa maneno yako uh, NMB Mapinduzi Cup mpaka sasa ipo kwenye hali hasanati, mm -hmm, uh, naomba kulitumia hilo neno kwa ruksa yako. Tunakwenda hali hasanat, mambo mpwite mpwite, mm. na vitu kama hivyo, tuko vizuri, tuko vizuri sana uh, watu wana enjoy. Tulijiandaa vizuri hapo kabla, mara hii mpaka tumeweka migahawa humu ndani watu mm. wakija wasumbuki, kuna sehemu za vyakula, kuna sehemu za kila aina ya mahitaji wanayoyahitaji yapo uh, na kama ulivyo ustaarabu wa Zanzibar wanakuja kistaarabu wanaondoka kistaarabu, alhamdulillah. Uh, tumeshacheza hmm. michezo 11 kama ulivyosema, yeah. na mpaka sasa timu sita, sorry, timu tano tayari zipo nje ya mashindano hmm. tumebakisha timu tano, ambapo leo tutajua ipi nayo ita, kesho ita, hmm. ita, ita au siku wa leo itakuwa imeaga mashindano uh, kwa hiyo kuanzia kesho tutakuwa tuna timu nne ambazo zinaenda kucheza nusu fainali tarehe nane na tarehe tisa hmm. uh, kwa ujumla wake mashindano Alhamdulillah michezo yetu ili imekwenda vizuri, hakuna malalamiko ya, ya, ya uchezeshaji, hakuna malalamiko ya huduma zingine kwa, kwa timu zetu. Washabiki hawalalamiki, wanaingia viwanjani vizuri kabisa kwa utulivu. Uh, kwa hiyo kiujumla tathmini ya NMB Mapinduzi Cup 2026 uh, kwangu mimi naipa asilimia mia ya yale tuliyoyapanga tuyafanye. Mpaka sasa tuko vizuri na tumeanza maandalizi ya nusu fainali na fainali, na sio kuanza maandalizi, ni utekelezaji. Maandalizi tulishayafanya hata kabla mm, lakini utekelezaji. Kwa hiyo jicho letu kubwa sasa hivi lipo Gombani yeah, Pemba, kwenye mechi ya fainali tarehe kumi na tatu mm, hatujawajua nani watakwenda yeah, lakini bila shaka ni kati ya Simba, Yanga, TRA, Azam, Singida. Yes, kati yao watano wawili watakuwa kwenye kwenye fainali pale Gombani yeah. tunawatakia wote heri, hasa hawa wawili wa leo, yoyote atakayeshinda ni bahati yake, tunamkaribisha Gombani, tuende tukainjoi. Ni Rashid Suleiman huyo uh, miongoni mwa viongozi wa juu kabisa kwenye kamati ya Mapinduzi Cup 2026 tathmini yake ni kwamba wameridhishwa kwa kiwango cha juu kabisa uh, tangu mashindano haya yameanza mpaka hii leo tunazungumza uh, tunakwenda kucheza michezo uh, kumi na tatu maanake kumi na moja tayari uh, kumi na mbili kumi na tatu ni saa mbili na robo jioni Christina uh, Mwagala habari za wakati huu tena Uko vizuri. Wewe ni mwanamke pekee eh, Tanzania ambaye umepata nafasi ya kusemea timu kumi na sita zinazoshiriki ligi kuu na zile timu kumi na sita ambazo zinashiriki ligi ya championship, wewe ndio mwanamke pekee ambaye umekuwa msemaji. Unajisikia furaha na raha kiasi gani? Uh, kusema ukweli kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza ku, kuendelea kunipa afya njema yeah, uh, mpaka hivi sasa, lakini pia kuendelea uh, kunipa nguvu ya kuweza kuendelea kufanya kazi yeah, na ukiangalia tangia nimeanza uh, kuwa katika hii karia ya kusemea vilabu yeah, uh, kuanzia KMC nikaenda chama cha soka mkoa Pwani nikaenda Tabora United na sasa hivi niko TRA kote huku yani, sio kwamba kwa sababu ya uwezo wangu mimi, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, namna ambavyo anakuongoza ana, kwa sababu unaweza ukawa mzuri lakini ukakuta ibilisi anakuongoza vibaya na mwisho wa siku ukashindwa kutimiza kile ambacho watanzania wanataka kukiona. Lakini zaidi napenda kuipongeza mamlaka ya mapato Tanzania ya TRA na kuishukuru uongozi mzima kwa kile cha kuendelea kuniamini kwamba Uh, wamechukua timu ya Tabora United wakakuta msemaji wa timu ni mwanamke na wao pia wakaendelea kuamini kwamba tuendelee kuwa na Kristina kwa sababu amefanya vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi, pia hiyo inanipa nguvu na inanipa ile hamasa zaidi ya kuweza kujituma na kuweza kufanya vizuri mm. Na ukiangalia katika timu kumi na sita ambazo zinashiriki ligi kuu tukiwepo na sisi TRA, timu kumi na tano vilabu au vilabu kumi na tano wamewaamini wanaume katika kushika nafasi ya kuisemea taasisi, lakini TRA peke yake imemwamini mtoto wa kike ambaye ndo mimi Christina Mwagala. Leo tunazungumza hapa kwamba kuwa msemaji wa timu ya TRA, unajua kuizungumzia TRA, um, watanzania wote wanakufuatilia, yani watu wote, na kwa sababu tukisema TRA United tunazungumza ni timu ya watanzania wote ni timu ya walipa kodi wote. Kwa hiyo ukumbuke unazungumzia timu ya taasisi kubwa ya serikali. Kwa hiyo kuaminika na kuendelea kuwepo kwenye nafasi kwangu mimi kunanipa hali nzuri ya kuweza ku, kuendelea kujituma zaidi na kufanya vizuri zaidi, ili tuweze kufikia malengo yetu kama CC TRA United Sports Club. Nikupe tena hongera kwa mara ya pili mtawalia miongoni mwa maneno ya mwisho ambayo anayazungumza Rashid hapa kwamba uh, katika timu ambazo yeye amezitabiria za kwenda Pemba, ametaja pia TRA uh, United. mnaiona safari ya nyinyi kwenda Pemba? Safari ipo. Mtawafunga yani yani, Yanga leo yani sio Yanga hata kama ingekuwa tunachezana nani, lakini ili mradi sisi tunakwenda tunahitaji kwenda kushiriki. Hatua ya mbili inayofuata, sisi tulivyopata nafasi ya kushiriki michuano ya kombe la mapinduzi hatukutaka kuja kushiriki na kuondoka. Tumehitaji kuja kushiriki kwa ushindani, tulete ushindani na mwisho wa siku tuweze kufika mbele zaidi. Uh, tangia tumefika Zanzibar katika au tangia tumeanza mechi yetu ya kwanza mpaka leo tunakwenda kucheza mechi yetu ya pili, ni mazingira tofauti sana ambayo tumekutana nayo. Yani, cha kwanza tumepokelewa vizuri, na sisi ni mara yetu ya kwanza TRA kushiriki kombe la mapinduzi, ndo mara yetu ya kwanza na mimi kama mimi kama afisa habari ndo mara yangu ya kwanza yaani nikiwa kwenye timu na kwenda kushiriki michuano ya Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo kuna kuna vitu vitu ambavyo tumejifunza na kuna vitu ambavyo tumeviona ni vizuri, na mapokezi, namna ambavyo maandalizi kombe ambavyo wameandaa mashindano, kusema kweli una enjoy, na hautamani kutoka. Raha mnazozipata mnaendelea, yes, mnatamani kuendelea kuzipata yes, yes. Yaani na hakuna sidhani kama kuna timu ambayo ikitoka huwa inafurahia, ina lazima inaumia kwa sababu ukarimu umekuwa ni mkubwa, yani vile vitu ambavyo unasema yes, kweli haya mashindano yameandaliwa, yani kweli uh, Zanzibar wameandaa mashindano ambayo kimsingi yameleta kuwakutanisha watu. Kwa hiyo sasa sisi hii exposure tunaipata, tutaipata hii moment ambayo tunaipata, tunahitaji tukaiendeleze. Mimi sio kufika Pemba, sawa? Kwa hiyo nataka nikafike Pemba. Na nikafike Pemba sasa kwenye ile fainali, na ambacho nakiamini kwa namna ambavyo jana tumefanya mazoezi ya mwisho kanaambia vijana wangu, najua kesho tunacheza fainali, yaani sisi fainali yetu ni leo kwa kwenye, kwenye... leo hii um, sisi hatuhitaji sare, sisi tunahitaji kushinda, kwa sababu mpinzani wetu Yanga Africans yeye ameshinda mechi ambayo amecheza. Sisi mechi yetu ya kwanza tuli sare na KVZ. Kwa hiyo sisi hatuhitaji kusare, sisi tunahitaji kushinda ili tuweze kupata tiketi ya kuendelea hatua inayofuata. Safari yenu ya kwenda Pemba ni kama hadithi ya mtu ambaye anatamani kuingia peponi. Huyo mtu ambaye anatamani kuingia peponi huo hawezi kuingia peponi mpaka afe, maanake. Sasa nyinyi, ili mweze kufika Pemba, lazima muifunge Yanga. Yaani ndio maana nimekuambia hivi, kwenye hilo swala la kuifunga Yanga, wewe tuachie sisi. Wewe hapo, wewe jiandae tu kwenye mahesabu yako jua kabisa kwamba utakutana na TRA United Sports Club Pemba. Ebu ni, ni, nipei kama exclusive, kuna wachezaji wametoka Yanga mm, na wamejiunga na TRA yeah, yuko, alikuwepo jana kwenye mazoezi, hey, alikuwepo. Tena ana furaha huyo, unajua ni ana furaha, yaani ana furaha mm, yani, anafura, yani anakwambia mama, mimi wakati tu nime nimepata tu hii kwamba nataka kwenda TRA. Yaani cha kwanza nilikuwa nafikiria yani nikaf yani cha kwanza kwanza nilikuwa nafikiria mama yani pale nikifunga inakuweje? Eh. nikamwambia ya yeah, sasa mwanangu hapo umefika. Kwa hiyo cha muhimu sisi kesho. Usiangalie mwanangu ni leo kwa... leo. mimi ni leo sasa <laughs> ndio jana sasa yani jana ah, tukao okay. Tunaongea ile jana. Nikawa naambia sasa mwanangu kesho. <clears throat> yaani wewe usiangalie umetoka wapi. Mm. Yaani wewe piga kwa sababu kipa atakayedaka najua unamjua. Eh. Unajua ukipiga mpira ule mpira unaenda wapi? Unaelewa, sije kwa sababu naambia mwanangu lazima ucheze. Kwa hiyo kama kama kipa atapangwa ata, ata pangua, nani ule msheri mwanangu yeah. Unafanya naye mazoezi kila siku yeah. Tukifika kwenye penati, penati yeah. Kipiga, unajua msheri nikipiga penati msheri anakaa hapa au anakaa huko yeah. Kwa hiyo wewe piga pale pale. Yani wewe usiangalie wewe umefanya nini umetoka wapi. Mwanangu, wewe kesho tuhakikishe tunaipeleka tiarai wapi? Pemba. Pemba kwa sababu sasa hivi nikuambie kitu asana wa nina uhakika mm. Watanzania wote Ndeo, ili wawe na furaha zaidi mm, wanapaswa wanatamani kuiona TRA inaingia katika hatua ya fainali, walipa kodi wote. Yani walipa kodi wote na ndio maana sisi hata kwenye usajili wanatuambia jamani, hii mm. ni timu ya wa Watanzania, hii ni timu ya mm. walipa kodi eh. Kwa hiyo tunataka tusajiliwe wachezaji wale wakubwa, yaani siku tunatangaza hivyo wachezaji, yani kila mtu anarudi nyuma kidogo mm. TRA afu nasi kwenye kutambulisha tunatambulisha kwenye magorofa ile gorofa la BOT pale tunamtambulisha yaani Nkane, bahati mbaya tumefanya utambulisho tuko huku Zanzibar. lakini Nkane tuk tukamtambulishe pale Magogoni mm. ya toka tukachukue wale tausi pale, afu Magogoni pale ndo tunamtambulisha Nkane mm. lakini utambulisho wake huwa jana mm, hiyo acha, tutafanya utambulisho mwingine yeye, tutampeleka pale kwenye lile jengo la BOT mm. kule juu ndo tutakumtambulisha pale. Bwana ni cheche hizi za uh, Christina Mwagala. Miongoni mwa timu ambazo wao naamini zitakwenda kule Pemba, zinahitajika timu mbili tu uh, pale Pemba uh, kwa maana ya timu ambayo imeshinda kwenye mechi ya nusu fainali uh, kutoka upande mmoja na timu ambayo imeshinda nusu fainali kutoka upande wa pili. Sasa Christina Mwagala leo anasema iwe isiwe, uh, iwe jua iwe mvua. Young Africans wanakwenda kulala. Bwana Rashid, umemsikia msemaji wa TRA Nampa hongera na aendelee, bila shaka sisi tunatamani ayo maneno pia kuyaona kwenye nyasi pale e, kwa sisi wapenda soka <laughs> au sisi waandaaji wa mashindano, u, u, ujumbe wake ni kwamba nataka muandalie mazingira mazuri kama yale ambayo mmewaandalia walipofika hapa Zanzibar. Na, na, na ndio hapo narudi na, nakumbusha na, na, na kitu kidogo hapa Zanzibar, miongoni mwa kila nchi ina nyimbo, ina nyimbo ya taifa. Ndio. Sisi Zanzibar tuna nyimbo ya taifa alafu, mm, tuna nyimbo tunaita nyimbo ya mashujaa au, yeah, wimbo wa mashujaa mm. Uh, tukifika kipindi cha mapinduzi kama hiki mm, kwenye akili zetu zaidi unakuwa huu wimbo wa mashujaa ndo kama wimbo wetu wa taifa yeah ambao na uhakika unaufahamu, unaanza ile, sisi sote tumegomboka kwa ndugu, kwa ndugu zetu walopotea Waloo. Sasa ubeti wa mwisho, nitaendelea kwenye ubeti wa mwisho <laughs> ubeti, ubeti wa mwisho wa uwimbo unasema <laughs> hivi, hao ndio walimu wetu walio, waliokuisha kujitolea hao ndio walimu wetu waliokuisha walio kujitolea kujitolea. Na sisi na sisi, hatutorudi nyuma, sote mbele, sote mbele tutaendelea. Ukarimu wetu tumeurithi kwa wa, wa, wana mapinduzi wa nchi hii, wazazi wetu, mababu zetu. Kwa hiyo tukifika kwenye suala la mapinduzi, sherehe za mapinduzi ambazo NMB Mapinduzi Cup ni sehemu ya sherehe za mapinduzi Ndeo. Lazima hii nyimbo iwe kwenye vichwa vyetu, tukumbuke roho za ndugu zetu zilizoondoka, tukumbuke tabia zao Ndeo. Na sisi tunaziishi zile tabia, ndio maana kama alivyosema timu ikitoka kwenye mashindano URA ametoka jana Ndeo. Lakini URA kaomba, basi naombeni at least mniondoe jioni Zanzibar, niendelee kidogo ki. E, nibakibaki baki. na natamani da ningeendelea kubaki Ndeleba basi angalau basi niondoke jioni hasa hivi, anatua kidogo huko spice tua na nini, kwa hiyo yeah. Kwa ufupi sana ni kwamba ni kweli alichokisema dada yangu Christina. Yeah. Kwamba tumejiandaa vizuri na kila timu ikiendelea mbele inapata, yeah. raha. Mm. Inapata raha zaidi, inapata raha zaidi sana kwa wamebaki wachache, kwa hiyo wanapata raha zaidi kuliko zile, zile za mwanzoni, kama mwanzoni alikuwa anapata milio mitatu atapata mitano huko siku zinazoendelea. Nafahamu pia umekuwa karibu sana na wadhamini wa mashindano haya, wamekuwa wakizungumza nini? Jana tulikuwa na ZIC lakini pia tulikuwa na PBZ. Uh, pengine wao wameyazungumziaje mashindano ya mwaka huu kwa ujumla wao wote wadhamini uh, PBZ tulikuwa na ujana ZIC lakini NMB ambaye bado wapo nadhani watafika muda si mrefu ZRA pia ambao pia na, nadhani watafika tutajoin nao hapa muda si mrefu Orkun Group uh, ambao ndo wanaoshughulikia uwanja tunaocheza hapa. Robi One Pharmacy ambaye naye kwa kiasi kikubwa ndo anayetusaidia kuwatibia uh, watu wote wanaopata matatizo hapa uwanjani, ikiwa ni mashabiki, ikiwa ni wachezaji na wengineo, viongozi Ampola uh, kwa maana ya hospitali ile globo pale mjini ambao nao alhamdulillah wanatusaidia pia kuweka watu standby hapa na ambulance na nini kwa ajili ya dharura yote ikitokea. wai, wai, wai solve Zanzibar School of Health ambaye naye ni, ni, ni, ni, ni chuo kinachopika madaktari, ni chuo kinachopika uh, watabibu. Kwa hiyo naye tunao watabibu wake hapa ambao wapo ready kwa zahma yoyote itakayotokea, bila kusahau TRA ingawa tuna TRA United kama team alafu tuna TRA mamlaka kama taasisi, taasisi, hmm, ambayo naye ni miongoni mwa wadhamini wetu hmm. Lakini TPA kwa maana ya, ya mamlaka ya bandari pale Dar es Salaam, sorry, Tanzania ambayo ni bandari pia tunaitumia kwa watu kuletwa huku na kurudi na mambo mengine, lakini pia naye ame, ametusaidia kiujumla. Wadhamini wote niliowataja, Justfit ambaye ndo aliotupa maswala ya mazawadi kwa mwaka huu na vitu vingine kwa ujumla wote wameridhika, ndio maana nikasema tupo kiwango cha asilimia mia wote wameridhika na wote wanajiuliza kwa nini, ili jambo ni la muda mfupi. Angalau haya mashindano yangekuwa mwezi mmoja, wangeridhika, yani wangejisikia raha, wangeongeza mzigo na mambo mengine. Kwa, kwa ujumla tuko vizuri, wadhamini wa, wanayatu, wanatuongelea vizuri. Wadhamini wako na sisi mkono kwa mkono, muda wote tuko nao hapa uwanjani na, hata hivi kuchelewa ni kwa sababu hapa pia huwa tunachelewa kuondoka baada ya, baada ya mechi kumalizika, kumalizika. Sawa sawa ni uh, mwakilishi na kiongozi wa ngazi ya juu kabisa uh, kutoka kamati ya mapinduzi uh, Rashid uh, Suleiman Saidi, kama ambavyo umemsikia Christina Mwagala. Uh, neno lako la mwisho kuelekea kwenye mechi yenu dhidi ya wananchi Young Africans hii leo saa mbili na robo usiku? Um, neno langu ambalo unapenda kuwaambia tu kwa Tanzania, kwa sababu ukizungumzia TRA kama ambavyo nimezungumzia mwanzo Uh, ni kwamba ni timu ya Watanzania wote, ni timu ya walipa kodi wote, na ndio maana kauli mbio yetu tunasema kodi yetu, maendeleo yetu. Ambacho napenda uh, kuambia tu ni kwamba leo timu ya taifa inacheza kwa sababu TRA ni Taifa Stars ile iliyochangamka, eh. mm, timu ya taifa inacheza, Taifa Stars ile iliyochangamka ndio TRA United Sports Club. Kwa hiyo tunaamini leo Watanzania wote, hata mashabiki wa Yanga wenyewe, watakuwa wako kuifuatilia TRA United Sports Club kwa sababu ndio Taifa Stars sasa hivi au Taifa Stars iliochangamka ndio TRA. Kwa hiyo ambacho napenda kuwaambia kwamba wale ambao wapo majumbani, wale ambao wako Dar es Salaam, wana nafasi ya kuvuka, kuna boti za saa sita, za saa ngapi, kwa maana mechi hata akipanda boti ya saa kumi kwamaanamechi anawahi. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wa Dar es Salaam wote wakaribie kuja kuishuhudia timu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA leo hii, na mimi nawahakikishia watu wananipigia simu akiwepo wa mpaka Dodi, nimeingia hapa Dodi, ananiambia huyu Dodi, ifi, basi. Dodi wa kwenu huyo Azam anasema hivi, leo kweli TRA mnatoboa? Nawambia tunatoboa, kwenda wapi? Ambia mnakwenda naambia, sasa leo tunakwenda kutoboa. Sisi TRA tunakwenda kwa maana leo timu tunacheza sisi hapo, natakiwa timu moja kwenye grupu letu likuwa tatu, TRA KVZ na Yanga hevi katoka tumebaki TRA na Young Africans ambao leo ndo tunacheza. Kwa hiyo kama leo tunacheza timu moja inatakiwa kwenda katika hatua inayofuata. Kwa mimi nawaambia watu wasiwe na wasiwasi, timu ya TRA leo ipo kwa ajili ya kuwapa burudani, burudani ya pira kodi, pira mapato, pira makadirio, pira risiti na tunashukuru Mwenyezi Mungu, y yeah, nawaambia kabisa. Yaani leo pasi risiti, pasi kodi, pasi mapato, kila kitu kinakwenda kwa sababu tumekuja Zanzibar kuleta ushindani lakini pia kuendeleza kuwaelimisha Watanzania wetu kuhusiana na suala zima la dini la ulipaji wa kodi. Kwa hiyo sasa Watanzania wanalipa kodi, kwa hiyo na sisi kwenye mpira tunakwenda kuwapa nini? Kuwapa burudani. Ngoja tuwaulize studio, pengine wana swali ambalo wanataka kukuuliza. Tunao wenzetu kina Akida Kilango, Dar es Salaam, wapo kwenye kipindi cha Viwanjani. Akida Kilango, Naam. Uh, bila shaka umemsikia Christina Mwagala akitamba uh, hapa kwenda kuwafunga Young Africans leo. Pengine kama mna swali lolote kabla uh, Christina hajamaliza kuzungumza. Ambacho tungependa kufahamu ni mchezaji gani huyu ambaye ataenda kutambulishiwa pale pale BOT. Amemtaja uh, kwamba uh, Denis Nkane. Wanauliza kuna mchezaji gani ambaye atakwenda kumtambulisha BOT? Uh, BOT. Ah, yani ile inakuja surprise. Umeelewa? Siwezi nikakwambia tunamtambulisha kesho au kesho kutu lakini, lakini usajili ambao nawaambieni kabisa Watanzania ambao kila siku kwenye peji mnasema tunataka mchezaji mkubwa, tunashusha wachezaji sawa eh? Tunashusha nini? Tunashusha maboresho. Wachezaji. Yeye yeah, dirisha hili dogo kwa sababu pia tunahitaji kufanya maboresho katika mm -hmm. maeneo tofauti tofauti. Uh, kutokana na namna ambavyo kocha wetu mkuu Etienne Ndayiragije ambavyo amezungumza, na usajili wa Dennis Nkane ni chaguo la kocha Etienne Ndayiragije. Mm-hmm. Alituambia kwamba kama viongozi tunaweza tukafanya mpango ama ushawishi kuzungumza na viongozi wa Yanga tuweze kumpata Dennis Nkane, basi itakuwa ni jambo zuri. Kwa hiyo tulifanya hivyo na tukampata Dennis Nkane na kocha kusema kweli amefurahi, kwa sababu kile ambacho anakihitaji sisi tunakitibiza <coughs> kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo katika yale maingizo mengine ambayo wanatamani kocha tuyafanye katika dirisha hili dogo pia tutayafanya. Kwa hiyo ndo hao sasa utawakuta tunawatambulisha jengo la BOT. Lakini Nkane si amekuja kwa mkopo kwani? Amekuja e, kwa mkopo kwani mtu mchezaji akija kwa mkopo inakuja? Nimeuliza tu. Eh, amekuja kwa mkopo kaja e, kucheza na ujue ni mchezaji mzuri, unaelewa? Sijui yaani ni mchezaji mzuri, ana uwezo, ana viwango vikubwa, ni mchezaji ambaye tunaamini katika timu yetu kwenye ile nafasi ambayo kocha anahitaji kufanya maboresho kidogo, amepata kitu ambacho kinakwenda kuongeza yale malengo yetu ambayo tunahitaji kufanya katika msimu wa 2025 26. Kwa hiyo wachezaji wengine waliobakia tutawatambulisha BOT pale Magogoni, wengine tutawatambulisha baharini kwenye watakuwepo, halafu wengine tutakwenda kuwatambulisha kwenye ile magorofa pacha <laughs> yale mawili pale, halafu eh, eh, mengine hapa nafikiria niombe kibali eh, like e, nafikiria kibali hey. tuombe mchezaji mmoja tumtambulishe kwenye ofisi ya Kamanda Mlilo kwa sababu ka ofisi ya Kamanda Mlilo na ofisi ya tele ni majirani. Kwa nataka kibali, naomba Dodi awepo hiyo siku, atakuwepo Jamali, Jamali ya Basdodi anafanya mchakato wa kupata kibali ili mchezaji, naomba kibali pia Azam TV, Jamali ya Basdodi atakuja <laughs> kwa hiyo naomba ili mchezaji mwingine tumtambulishe pale ofisini kwa kamanda pale kwa kamanda na hapa tuko sisi, ni majirani huwa haishiwi maneno Christina Mwagala uh, kama ambavyo umemsikia leo Young Africans moja naye Rashid, nadhani tumezungumza vya kutosha sana uh, kwenye vipindi vyetu ambavyo vinafuata, bila shaka tutakuja uh, kuwasikia wadhamini wakuu kabisa kwa maana ya NMB uh, waliodhamini mashindano haya NMB Mapinduzi Cup 2026 pamoja na ZRA kwenye vipindi vijavyo, lakini kwa sasa kutokea hapa katika uwanja huu wa New Amani Complex tuko moja kati ya kumbi zake za mikutano hapa, tumeketi hakuna mushkili wowote. Akida Kilango, hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kutokea hapa New Amani Complex, mimi ni Hassan Ahmed, asante hadi wakati mwingine.